gur Benjamin Mkapa ni chumba cha nani? Ni chumba cha baba, na sisi ndio baba wenyewe. Tumebaki chumbani kwetu, watoto wamekwenda. Amani baba haki mbii, chumba chake ila mtoto anakwenda kulala chumba cha cha watoto ama chumba cha wageni huko, sisi tumebaki nyumbani kwetu, tumebaki chumbani kwetu, Benjamin Mkapa sisi kipaumbele chetu na hiki, kila mtu atambue sisi kipaumbele chetu hasa kwenye michuano ya kimataifa ni kucheza Benjamin Mkapa. Sehemu nyingine yoyote tukienda kucheza, hasa michuano ya kimataifa tunakwenda kishingo upande, lakini sisi kipaumbele chetu namba moja ni Benjamin Mkapa. Kama Benjamin Mkapa haina changamoto yoyote, sisi tunatakiwa kucheza Benjamin Mkapa, sababu sisi ni timu kubwa, timu yenye hadhi kubwa, timu ya viwango vya juu, timu yenye mashabiki wengi, timu ya watu wa kujidai, tunatakiwa tukajidai Benjamin Mkapa.